Kazi za ofisi ya rahia kwenye ofisi ya mtaa wa Goma zinaendeshwa bila shida yoyote. Matamshi hayo ni yake Bibi Helene Mukadisi Niragire ambaye amehakikisha ya kwamba kwa siku moja ofisi hiyo inaweza kuhoroza takribani ndoa kumi na pia vieti vinatolewa bila shida yoyote. Katika kazi tofauti zinazoendeshwa kwenye ofisi ya mtaa wa Goma, Bibi Helene Mukadisi Niragire alikuwa na kauli hii.

kiongozi huyu ameita rahia wote kuja kuandikisha ndoa zao na pia kuandikisha watoto wachanga, kwani chama cha AFC 23 kinaendelea kubaki imara na akitaweza kuondoka hapa mjini Goma. Bibi Helene Mukadisi anarejea kila siku, tunawambiaka na saa tuko na celebre mariage, tunapataka, tunapanaka message, tunasema kila mtu mwenyeko natafuta kuoa kuolewa, wakwe waandikishe mariage

Paka leo wajoe ile message basi, chunge bale wako baku Kinshasa bakudanganye, usiende tafuta dokuma, usiende fanya mariage oro wenjo, uko nafanya nini? Uko na hombo amweke, utaenda ifanyiziaya Kinshasa ishurishu, ya kwamba kiongozi huyu ameweza kuwaita raia wote ambao wanahitaji kupata msaada kwenye ofisi ya mtaa wa Goma ya kwamba milango ipo wazi.